Katikati ya bara la Afrika, katika ardhi yenye misitu minene na mito mikubwa, ndipo palipozaliwa sauti ambayo ingeutikisa ulimwengu mzima, sauti ya kijana mweusi aliyekataa kunyamaza. Jina lake Patrice Emel Lumumba. Bongo Extreme. Patrice alizaliwa mwaka 1925 katika kijiji kidogo nchini Kongo wakati ambapo nchi hiyo ilikuwa chini ya ukoloni wa Ubelgiji. Ulikuwa ni wakati wa majonzi kwa Mwafrika. Ulikuwa ni wakati wa maumivu na machozi ya damu kwa wana Kongo. Ulikuwa ni wakati ambao wazungu walitawala, Waafrika walitii Wazungu walizungumza, Waafrika walinyamaza. Lakini Patrice hakuwa mtoto wa kawaida, alikuwa ni mtu mwenye uwezo wa kufikiri. Alipenda sana kusoma, aliuliza maswali ambayo wengine waliogopa kuyauliza. Alijiuliza, kwa nini nchi yetu ni tajiri lakini watu wake ni maskini? leader du Patrice Lumumba, vous etes

si kwa ajili ya kuwatumikia bali kuwapinga kwa maneno yao wenyewe. Alisoma vitabu, aliandika barua, na taratibu akageuka kuwa msemaji wa haki za Mwafrika. Maneno yake yalikuwa moto, sauti yake ilikuwa kali, na fikra zake zilikuwa hatari kwa wakoloni. Mwaka 1958 alianzisha chama cha kisiasa Movement National Congolais. Lengo lake lilikuwa moja tu, uhuru kamili, uhuru kamili wa Kongo bila masharti. Tarehe 30 Juni mwaka 1960, Kongo ilipata uhuru wake. Ilikuwa ni siku ya sherehe, ilikuwa ni siku ya tabasamu, ilikuwa ni siku ya kihistoria. Mfalme wa Belgiji alisimama na kutoa hotuba akidai kuwa ukoloni uliwaletea wakongo maendeleo. Watu walinyamaza, lakini Lumumba hakunyamaza. Alisimama bila kuandikwa kwenye ratiba na akatoa hotuba ambayo haijawahi kusahaulika: uhuru huu haukutolewa kwa neema, bali umepatikana kwa mapambano, kwa mateso, kwa machozi, kwa damu na kwa mateso ya Mwafrika. Hotuba ile iliwakasilisha wakoloni, iliwaamsha Waafrika, na ilimtia Patrice Lumumba kwenye orodha ya watu hatari duniani. Patrice Lumumba akawa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru. Patrice Lumumba became the Congo's first prime minister after it gained independence in 1960. Lakini uhuru haukuja na amani. Ndani ya nchi kulikuwa na usaliti, nje ya nchi kulikuwa na hofu. Mataifa ya magharibi yaliogopa, yaliogopa kiongozi mweusi anayefikiria kwa uhuru, aliyetaka Kongo ijitawale kwa rasilimali zake. Lumumba akasingiziwa, akapigwa, akazuiwa kuongoza. Hatimaye alikamatwa na wale aliowahi kuwaamini. Mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja Patrice Lumumba aliuawa kikatili, mweli wake ukafichwa, jina lake likajaribiwa kufutwa, lakini historia haifutiki. Lumumba hakufa, alihamia kwenye dhamira ya Waafrika, aliishi kwenye mapambano ya ukombozi, aliendelea kuishi kwenye kila sauti inayosema Afrika ni ya Waafrika. Patrice Lumumba anatufundisha kuwa ukweli una gharama, uongozi wa kweli hauhitaji ridhaa ya wakoloni na uhuru wa kweli hauji bila sadaka. Leo jina lake linaishi, sauti yake bado inasikika, na hadithi yake bado inatuuliza swali moja muhimu. Je, tumelinda uhuru aliyohofia ulikuwa nasi? Katika kipindi chetu cha Bongo Extreme, kwa majina yangu niite Evans Charles, na hii ni Bongo Extreme. Bongo Extreme.